Joji alipoona Beatrice anaondoka na wazazi wake moyo wake uliumia sana. Hakuwa tayari kabisa kumwona Beatrice akiondoka kwenye ile nyumba. Lakini hakuwa na cha kufanya. Ila akajipa moyo kuwa labda kuondoka kwa Beatrice kutamfanya ajifunze, atajirekebisha, halafu atarudi kukili makosa yake. Na baada ya siku hiyo maisha yaliendelea kama kawaida ndani ya ile nyumba, lakini kwa Joji hali ilikuwa tofauti kabisa. Siku moja mama yake Joji akamwita Joji na kumwambia, mwanangu, Mungu ni mwema sana, hatimaye Beatrice ameondoka, wala hujamfukuza, ameondoka kutokana na maovu yake yeye mwenyewe. Kwa hili wala hata usijilaumu. Mama Joji akaongeza kusema, usijisikie vibaya, baba Nema yupo hapa na hivi karibuni mtoto wenu anakuja, familia yenu itakuwa na furaha sana. Joji alimsikiliza mama yake lakini hakusema neno, kwa sababu wakati huo akili yake yote ilikuwa kwa Beatrice. Kwa kweli Joji alipata tabu sana ndani ya ile nyumba. Kutokuwepo kwa Beatrice kulimfanya kila siku awe mnyonge zaidi. Alishindwa kulala vizuri, kila wakati alimkumbuka Beatrice. Lakini mawazo mengine yakaja kuwa labda ni kweli alimsaliti, labda ni kweli hakustahili kuwa mke. Mawazo yalikuwa mengi sana na kwa kweli yalizidi kumchanganya. Lakini moyo wake ulikuwa umemkumbuka sana Beatrice. Hata kazini ufanisi wake ulipungua sana, hali yake ikazidi kuwa mbaya. Joji aligundua jambo moja, hawezi kuendelea mbele bila ya Beatrice, lakini bado alikuwa hajajua afanye nini. Na siku hiyo jioni Neema akapata uchungu wa kujifungua wakamkimbiza hospitalini kwa ajili ya kujifungua. Alipofika hospitali alipokelewa vizuri. Baada ya masaa matatu, Neema alijifungua salama mtoto wa kiume. Familia yote ilifurahi sana. Mama Joji akampigia simu mumewe kwa furaha na kumjulisha kuwa Neema amejifungua Baba yake Joji alifurahi sana na kusema, aise, huyo lazima apewe jina langu, ataitwa Abeli. Ndani ya familia mtoto Abeli alipokelewa kwa furaha kubwa. Siku Neema aliporuhusiwa kurudi nyumbani, alipokelewa kwa bashasha nyingi. Familia iliandaa mapokezi ya mtoto Abeli. Kila mtu alimfurahia na pongezi nyingi alipewa Neema kwa kumleta duniani mtoto Abeli. Lakini pamoja na hayo yote, moyo wa Joji haukuwa na amani hata kidogo. Baada ya siku kadhaa, mama yake Joji akamwita Joji na kusema, mwanangu, sasa nataka umkubali Neema kama mkeo. Kisha akaongeza kusema, baada ya arobaini ya mtoto mtatakiwa mfunge ndoa ya kimila ili mpate baraka zote wanangu. Joji akasema, mama Mbona unaharakisha hivi? Unajua bado Beatrice ni mke wangu na pia nampenda sana, sisi hatujaachana. Mama yake akajibu kwa ukali, sitaki kusikia hilo jina Joji, mwanamke huyo mchafu hana staha, kamwe hawezi kurudi hapa. Kisha akaongeza kusema sasa, utulie na Neema, mlee mtoto wenu na watoto wengine ambao Mungu atazidi kuwajalia. Neema ni mwanamke mzuri sana, ukikaa naye utamzoea na pia utampenda. Joji hakujibu, alikaa kimya tu. Baada ya siku chache, Joji alisafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Morogoro kwa ajili ya kumfuata Beatrice nyumbani kwao. Alipokuwa njiani, alijipa moyo kuwa hatimaye sasa atamwona tena mkewe, pia atamwomba warudi nyumbani na kuanza ukurasa mpya wa maisha yao. Alipofika mkoani Morogoro, moja kwa moja akaelekea nyumbani kwa kina Beatrice. Moyoni alipata faraja kubwa sana, hatimaye atakuwa tena na mkewe. Alipofika akagonga geti akakaribishwa na kuingia ndani. Akiwa ndani ya nyumba hiyo akashangaa sana kuona kuwa watu ambao walikuwa hapo alikuwa hawajui Joji akajitambulisha na kuuliza, naona sura zote ngeni kwangu ila mimi nimekuja kumwona mzee Martin, najua ndio baba wa familia hii. Yule baba akamjibu, pole sana hapa mimi nimenunua mwezi uliopita. Joji akachanganyikiwa sana, akauliza kama anafahamu ni wapi wamehamia, lakini yule baba alikuwa hajui ni wapi walipohamia. Joji alizidi kuchanganyikiwa, hakutegemea kabisa alichokikuta. Baada ya hapo, akawashukuru wale watu, akaondoka baada ya kutoka pale akiwa njiani akapiga simu kwa wanafamilia wote wa mzee Martin, kaka yake Beatrice aitwaye Brian, lakini namba zote hazikupatikana. Hapo ndipo alizidi kuchanganyikiwa, akili yake ikadata zaidi. Joji akaondoka Morogoro na kurudi jijini Dar es Salaam, huku akiwa mnyonge na huzuni kubwa, pia akiwa amechanganyikiwa. Maana hajui atampataje Beatrice. Alipofika nyumbani akawasha simu ya Beatrice. Maana Beatrice alipoondoka hakuchukua kitu chochote hata simu yake ilibaki. Akaangalia namba ya rafiki wa mke wake aitwaye Zurfa. Kisha akaandika namba hizo za Zurfa kwenye simu yake. Baada ya hapo akampigia Zulfa, rafiki wa mkewe. Baada ya salamu, akamweleza shida yake. Zulfa akasema pole sana shemu, hata mimi ninamta sijawasiliana naye kwa kweli, sijui hata yuko wapi. Joji akamwomba amsaidie kutafuta kujua kuwa wamehamia wapi. Zulfa akamhakikishia kuwa akipata taarifa yoyote basi atamjulisha. Kwa kweli tangu Beatrice aondoke, moyo wa Joji haukuwahi kuwa na amani, na sasa alikuwa amemkumbuka sana Beatrice kuliko kawaida. Moyo wake ulikuwa unatapatapa. Baada ya arobaini ya mtoto wa Beli, wazazi wa Joji waliwaambia wazi kuwa sasa ni lazima waende kijijini kwao huko Lushoto mkoani Tanga kwa ajili ya kufanya tamaduni za kifamilia. Walimweleza kuwa mambo haya ni ya lazima, wala siyo ya hiari. Safari ikapangwa na wote wakasafiri kwenda kijijini. Walipofika walipokelewa kwa heshima kubwa sana wazee wa ukoo Walikuja kuwasalimu. Wanawake walishughulika jikoni. Wanaume walikaa barazani wakizungumza. Usiku ulipofika, kikao maalum kikaitishwa. Joji alikaa kimya akiwa na mawazo mengi. Kikao kilianza kwa kumpongeza Joji. Wazee walisema, Kijana wetu, sisi tunakupongeza sana kwa sababu umefanya uamuzi wa busara. Sasa huo ndio uanaume. Maneno hayo yaliingia masikioni mwa George lakini hayakuingia moyoni. Moyo wake ulikuwa unauma sana. Baada ya hapo mzee mmoja wa ukoo akasimama na kusema jambo zito zaidi. Kwa mila zetu, hakuna baba anayeweza akatoa asilimia hamsini ya mashamba ya urithi kama mwanawake hajafunga ndoa ya kimila kulikuwa na ukimya, kisha mzee huyo akasema wazi bila kuficha, kwa hiyo Neema lazima awe mkeo halali wa kimila. Maneno hayo yalimuumiza sana Joji kwa sababu ukweli ulikuwa ni huu: Joji hana hisia zozote kwa Neema, hajawahi kumpenda na hata sasa moyo wake bado ulikuwa kwa Beatrice. Lakini hakuwa na cha kufanya Aliwaangalia wazazi wake, aliangalia wale wazee wa ukoo. Hakusema hapana, pia hakuweza kusema ndiyo, akanyamaza. Ukimia wake ukachukuliwa kama amekubali kila kitu. Kesho yake asubuhi, ya nyumbani kwa mzee Abeli, kulikuwa na shamra shamra kubwa. Ngoma zilipigwa, watu walicheza na kufurahi. Majira ya mchana, ndoa ya kimila ya Joji na Neema ikafungwa rasmi. Watu walishangilia. Familia ilifurahi sana. Watu walicheza ngoma za asili, walikula, walikunywa na kusaza. Neema alionekana mwenye furaha kubwa sana. Lakini Joji hakuwa na furaha hata kidogo. Alikuwa anatazama tu watu wakicheza, anatazama watu wakiimba, lakini ndani ya moyo wake ulikuwa na uchungu mzito. Alijua kabisa kwa hatua hii amezidi kuzama kwenye shimo. Baada ya ndoa hiyo ya kimila kukamilika, Joji akakabidhiwa rasmi urithi wa mtoto wake, akakabidhiwa mashamba makubwa ya kahawa yaliyokuwa yakirithishwa kizazi hadi kizazi, nyumba mbili zilizopo mjini Lushoto na pesa taslimu kwa ajili ya kuendeleza mashamba na hata biashara nyingine. Wazee walimpongeza, familia ilifurahi sana. Kila mtu aliona kama maisha ya Joji sasa yamekaa sawa sawa. Lakini moyo wa Joji haukuwa sawa hata kidogo. Baada ya hapo, Joji, Neema na Ashura walirudi nyumbani kwao jijini Dar es Salaam. Safari hii mama yake Joji alibaki kijijini Lushoto akiamini kuwa kazi yake imeshakamilika sasa. Walipofika jijini Dar es Salaam, maisha yaliendelea kama kawaida kwa macho ya watu wengine. Lakini ndani ya nyumba ile hali ilikuwa tofauti kabisa. Joji hakuwa yule yule tena. Alikuwa mkali sana, mwenye hasira za mara kwa mara mwenye mawazo mazito na mwenye ukimya usioelezeka. Na wakati mwingine alikuwa anashinda baa, anarudi nyumbani akiwa amelewa sana. Neema alijitahidi sana, alijaribu kila njia kama mwanamke ili Joji ampende na waishi kama wanandoa wenye furaha. Alijitahidi kuonesha upole, alitumia maneno matamu alionesha kumjali sana Joji na pia alijipendekeza, lakini kwa Joji kila kitu kilikuwa hakina maana, hakuhisi au kuona chochote. Siku moja, Joji alijikuta mawazo yamemzidia kichwani kuhusu mke wake Beatrice. Moyo wake ulimuuma kwa uchungu usioelezeka, machozi yalimtoka bila kujizuia, yalitiririka taratibu kama ishara ya maumivu yaliyokuwa yamejificha muda mrefu ndani ya ile nyumba. Licha ya uwepo wa wanafamilia, uwepo wa Neema mke aliyelazimishwa kuishi naye, Joji alijihisi mpweke kuliko wakati mwingine wowote. Kila kona ya nyumba ilionekana tupu, kila sauti ilionekana kimya. Hakukuwa na furaha, hakukuwa na faraja moyoni mwake Joji. Alijua wazi alichopoteza, si mwanamke tu, bali sehemu ya roho yake. Joji alichukua nguo za mkewe Beatrice pamoja na vito vyake, akavitazama kwa muda mrefu, akapanga taratibu vitu hivyo kana kwamba Beatrice mwenyewe angevivaa tena. Ngoja nipange vizuri nguo za mke wangu. Moyoni mwake Joji alikuwa na imani kubwa kuwa Beatrice atarudi. Wakati hayo yote yakitokea, neema alikuwa ameketi kitandani akimtazama Joji kwa macho yaliyojaa hasira na maumivu. Kila alichokiona kilimuumiza zaidi, kuona jinsi Joji anavyompenda Beatrice licha ya yote walioyafanya. Ndani ya moyo wake wivu na chuki vilianza kukua kimya kimya vikichanganyika na uchungu wa kutambua kuwa hakuwahi kupendwa na Joji. Siku iliyofuata Joji alipotoka kazini na kufika nyumbani alihisi harufu kali ya moshi. Moyo wake ulishtuka, aliposogea haraka kuelekea nyuma ya nyumba macho yake yalikutana na tukio lililomvunja moyo, nguo za Beatrice zilikuwa zinaendelea kuungua zikiwa karibu kumalizika kabisa. Hasira kali ilimvaa. Bila kusita, Joji aliingia ndani haraka. Alipofika sebleni, alimkuta Neema ameketi kwa utulivu, akiwa na tabasamu usoni. Alimkaribisha kana kwamba hakuna kilichotokea, lakini Joji hakuwa katika hali ya kusikia chochote. Kwa sauti nzito na iliyojaa hasira akasema, kwa nini umechoma vitu vya mke wangu? Neema akajibu kwa ukali uliochanganyika na uchungu, kwa hiyo mi ni nani huko ndani unanichukuliaje, Joji? Neema akaendelea kuzungumza kwa hasira, mi si mkeo, unajua najisikiaje kila siku na viona vitu vyake hapa ndani? Si alishaondoka sasa, vyo vinafanya nini? Maneno hayo hayakupunguza hasira ya Joji, akampiga Neema kofi kisha akasema, wewe unaijua thamani ya Beatrice kwangu? Beatrice ni mke wangu na hapa ni nyumbani kwake. Kuondoka kwake haimaanishi kwamba hatarudi. Neema akalia kwa uchungu mkubwa, lakini Joji akiwa bado na hasira akaongeza kusema, Beatrice ni mwanamke wa maisha yangu, wewe huwezi kumfikia hata robo yake. Akaendelea kumwambia Neema kwa ukali wewe unafikiri kwa kulazimisha kufunga ndoa au kuzaa basi naweza kukupenda? Neema alimtazama kwa mshangao, lakini Joji akaendelea kueleza bila kupepesa macho, ngoja nikwambie ukweli, mimi sijawahi kukupenda na wala sina hisia zozote za kimapenzi na wewe. Neema akatetemeka. Joji akaongeza kusema, yaani hata ukinishika mimi sisikii kitu maneno yale yalimuumiza sana Neema. Joji akamalizia kusema najua, familia yangu ilikushawishi ili wewe wewe mke wangu, lakini ulipaswa ujiongeze, utumie akili zako vizuri ujue. Je, inawezekana mimi ni mume wa mtu? mimi ni mume wa Beatrice. Yaani we mwanamke, sikupendi na kuchukia sana. Akanyamaza kidogo kisha akasema, lakini wewe si umeamua kuishi hapa si ndio? basi ishi tu, lakini mimi na wewe kuishi kama wapenzi sahau, wala haiwezi kutokea. Maneno hayo yalikuwa mazito sana kwa Neema. Neema alikaa kimya, machozi yakimtoka bila sauti. Ndani ya nyumba ile, ndoa ilikuwepo kwa jina lakini mapenzi hayakuwepo kabisa. Mbali kabisa, mahali ambapo Beatrice alikuwepo sasa, ndipo moyo wa George ulikuwepo huko. Beatrice alikuwa yupo jijini Nairobi, huko nchini Kenya. Wazazi wa Beatrice na familia kwa ujumla waliondoka kutoka mkoani Morogoro na sasa walikuwa jijini Nairobi. Beatrice kiukweli alikuwa amemkumbuka sana mumewe Alikuwa akitamani sana kurudi jijini Dar es Salaam ili amwone mumewe na pia aweze kumweleza tena kuwa yeye hajawahi kumsaliti, ila familia yake ndio imefanya hayo. Lakini hakuweza kufanya hivyo kwa sababu familia yake ilikuwa imemzuia kuondoka. Siku moja akiwa amekaa peke yake, huku akiwa amemkumbuka sana Joji akaamua kumpigia simu angalau aweze kumsalimia. Simu iliita lakini haikupokelewa. Joji hakujua kabisa kuwa aliyekuwa anampigia simu alikuwa ni Beatrice, kwa sababu muda huo Neema alikuwa akimpigia simu mara kwa mara akimsumbua kwa mambo madogo madogo, mara mtoto anaumwa, mara kile, mara hiki. Hivyo simu ilipoita George akaizima bila hata kuangalia skrini. Beatrice alipoona kuwa simu haikupokelewa akajisemea kuwa George akiona missed call atampigia. Baada ya hapo Beatrice akampigia dada yake rafiki yake Zurfa wakazungumza kwa muda mfupi. Dazuu akamwambia Hivi, unajua Joji anakutafuta sana wewe? Alienda hadi Morogoro. Beatrice alipata matumaini, labda sasa Joji anajua ukweli kuwa ndugu zake ndio waliocheza mchezo na kufanya ndoa yao ivunjike. Kwa kweli Dazu, nimefurahi. Labda sasa Joji anajua ukweli. Ndipo Zulfa akavuta pumzi kidogo na kusema, sidhani kama ni kweli mdogo wangu Dazu. Dazu akajifikiria kwa muda kidogo huku moyoni akijisemea kuja nimwambie ukweli. Maana akija kusikia kwa mtu mwingine atajisikia vibaya. Najua mdogo wangu ataumia lakini hakuna jinsi. Lazima ajue ukweli. Mdogo wangu, mambo usijisikie vibaya. Haya ni mambo tu ya kawaida ambayo yanatokea. Joji amefunga ndoa na yule Neema na sasa wanaishi pamoja. Nimeona lazima ulijue. Ili mdogo wangu, pole sana. Maneno yale yalimuumiza sana. Beatrice alibaki kimya kwa muda, akajikaza, kisha akamwaga Dazu na kukata simu. Dazu alijua wazi kuwa Beatrice ameumia baada ya kusikia hivyo, lakini Dazu akajisemea yaani ni heri ayajue haya mapema kabisa, na ajue namna ya kuendelea na maisha yake kuliko kukaa na kumsubiri mtu ambaye tayari asha move on. Beatrice alilia sana, yeye alikuwa bado anaamini kuwa anaweza kurudiana na Joji na maisha yao yangerejea kama zamani. Kweli miaka yatatu maisha Umeshindwa kuniamini hata kidogo tu, umeshindwa kuona nasema ukweli kabisa. <muchidua> ukweli ulimuumiza sana hapo, ndipo Beatrice akajua wazi Joji ameshasonga mbele na maisha yake.